na kuna Pemba Tanzania ee. Na hii ni ishara kwamba sisi ni nchi ndugu ee, sio tu kwamba tuna lugha inayofanana sio kwamba tuna majina tu yanayofanana hapana, au makabila, lakini hutaona hata maeneo yetu ya kijiografia yana majina yanayofanana. Kwa tunayopemba Msumbiji, lakini tunayopemba Tanzania. Sisi kweli ni ndugu. Ningependa pia e, kwamba e, tumekubaliana Kuta, kuanzisha maeneo mapya ushiriki ya ushirikiano katika maeneo ya uchumi wa bluu. Uh, kesho tutapata fursa iskare, na heshima ya kipekee ya kutembelea Zanzibar ambapo tungependa kushirikishana uzoefu uh, hasa hasa katika kumbizu, eneo la utalii lakini pia uchumi wa bluu kati ya Tanzania, Tanzania na uh, Msumbiji. Kama ambavyo mnajua, nchi zetu zinazungukwa na bahari na kuna utajiri mkubwa sana baharini na ni muhimu sana kuwepo na mashirikishano ya uzoefu kati ya nchi hizi mbili. Ningependa pia uh, kusema kwamba tutaendelea kushirikiana katika maeneo ya, ya, ya kilimo, yeah, uh, uh, madini lakini Musambiki pia uh, nishati. Msumbiji ina utajiri mkubwa sana katika madini kama ambavyo Tanzania pia Uh, ina utajiri mkubwa, kwa hiyo kuna haja nchi zetu hizi zishirikiane kwa ajili ya maendeleo ya nchi zetu, lakini pia ustawi wa watu wetu, lakini pia maendeleo kwa ajili ya ukanda wetu. Na mwisho wa mazungumzo yetu, tumesaini eh, mikataba na makubaliano mbalimbali ambayo inalenga uh, kuendelea kuboresha mahusiano yetu ambayo yamekuwepo kabla ya uhuru, baada ya uhuru mpaka leo hii. Kwa hiyo tumesaini eh, makubaliano ya ushirikiano kati ya, ya, ya kubadilishana wanafunzi E, e katika eneo hili ambalo tumekuwa na ushirikiano kutoka muda mrefu, na hivyo ni muhimu tuendelee kuwa na ushirikiano huu wa kubadilishana wanafunzi e, katika elimu ya juu, lakini pia wanzi, e, mkataba unaohusu kuanzisha kituo cha pamoja mpakani ambacho kitaunganisha upande wa Tanzania Mtambaswara na Negomano upande wa Msumbiji. Lakini pia tumekuwa tumesaini mkataba kuhusu uh, kubadilishana wafungwa, lakini pia tumekuwa na hati ya makubaliano ya ushirikiano katika eneo la uh, utamaduni ya, mkat... lakini pia hati ya makubaliano kuhusu udhibiti wa madawa, lakini pia makubaliano ya ushirikiano kati ya redio ya Msumbiji na shirika la utangazaji Tanzania, na zaidi ya hapo, pia tumeona kuna haja ya kuwa na vikao vya mara kwa mara ya ujirani mwema kati ya mikoa inayopakana na Tanzania na Msumbiji, ambapo tuna Nyasa na Cabo Delgado upande wa Msumbiji, na upande wa Tanzania tunayo Ruvuma, uh, Ruvuma na Mtwara. Na hapa tumekuja na magavana wa wa majimbo ya Nyasa na Cabo Delgado ambao wako pamoja nasi, lakini pia tumezungumzia haja ya kuanzisha jumuiya ya nchi zinazozalisha uh, uh, korosho kama ambavyo alisema uh, uh, mheshimiwa, uh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada yangu kwamba uh, lakini pia tuanzishe maeneo mengine mapya Msumbiji kuhusu ushirikiano katika biashara wekezaji, kwamba uh, tunahitaji mahusiano haya y kuyazidisha zaidi. Tunahitaji kufanya uwekezaji wa pamoja kati ya nchi zetu mbili lakini zanbsele, eh, zanbsele, eh, fanya uwekezaji na kutumia vizuri rasilimali za madini, nishati lakini misale, ushirikiano pia katika uchumi wa bluu uh, na uchumi kama ambavyo nyinyi mnafahamu kwamba kwa muda kwa mrefu sisi tumekuwa tukifanya uchunguzi wa gesi ya siria tukianzia na jimbo la uh, uh, Nyambani ambapo tulipata uh, kampuni kutoka Afrika uh, Kusini ambayo imekuwa ikitekeleza mradi huo zaidi ya miaka ishirini, na hapo tuliweza kuanzisha bomba la gesi ambalo linaenda kutokea huko uh, jimbo la Nyambani mpaka Afrika uh, uh, uh, Kusini. Lakini pia kwa upande huu wa Ruvuma tumeshaanza na utafiti ina e, e, e, kampuni ya Italia n na pia putani. Kwa kupitia uzoefu huu, tunaamini kwamba ni wa muhimu shirima, na tunaweza kuushirikisha uh, kwa ndugu zetu wa Tanzania ambao wako pia wakifanya kazi katika eneo hili la gesi asilia. Utajiri wa Tanzania ni utajiri wa, wa Msumbiji na utajiri wa Msumbiji ni utajiri wa Tanzania, kwa sababu sisi wote ni ndugu, na hivyo ni muhimu kama ndugu kushirikiana kama nchi eh, ndugu. Lakini pia tumezungumzia kuhusu maeneo ya usalama, ulinzi na usalama, ambapo eh, kumekuwepo na msisitizo wa ushirikiano kupitia uh, mafunzo kupitia ufadhili wa masomo Kisizis, lakini pia uh, mafunzo pamoja Tanzania na, uh, na, na, na mazoezi e, ya pamoja kati ya hizi nchi zetu mbili na tumeomba msaada wa Tanzania nore, shu, kutusaidia kuanzisha uh, jeshi la kujenga taifa kwa upande wa Msumbiji. Kwa sasa mwaka huu ku, tunajiandaa ku, sherekea miaka hamsini ya uhuru wa Msumbiji, na kama mnavyojua uh, tulipata msaada mkubwa sana wa Tanzania mwaka 1962. Watu wa Msumbiji waliunganisha nguvu zao kutoka makundi mbalimbali ambapo, uh, mwaka 1962 tarehe 25 mwezi wa sita kupitia uh, harakati hizo ndipo ambapo uh, uh, kulianzishwa harakati za ukombozi zilizochukua miaka kumi mpaka kufikia mwaka 1974 na hivyo kufikia uh, mwezi Juni tarehe uh, 25 ndipo ulipotangazwa uh, uhuru wa Msumbiji eh, na uliotangazwa na Rais Samora Machel. Na hivyo mwaka huu tarehe 25 Juni tutakuwa tukiadhimisha uh, miaka hamsini, na tarehe uh, 4 mwezi wa tisa mwaka jana katika uh, wilaya ya na Nangadi ambayo iko jira, uh, ni wilaya ipo jirani na Tanzania tulizindua rasmi uh, mwenge E, e, wa uhuru, uhuru na huo ni uzoefu wa kwanza kabisa ambao tunalenga kuwaleta pamoja watu wa Msumbiji ili waweze kusherekea uhuru wao, lakini pia kuzidisha zaidi amani uh, na umoja wa kitaifa, lakini e, e, maelewano na maendeleo na tumepata uzoefu huu hapa Tanzania ambapo hapa ndipo tulipozaliwa na ndio maana uh, tungependa kutumia fursa hii ya mkutano huu kuwashukuru watu wa Tanzania. Tunaona tu, tu, tu watu wa Tanzania jinsi walivyo na shamra shamra, shamra. Na tarehe ishirini na tano Juni eh, mwenge huu utawasili rasmi eh, jijini Maputo, Maputo ambapo tutapata heshima uh, ya kipekee ni ya kumpokea dada yetu Mheshimiwa Rais -si wa, rai -si wa Jamhuri rai -si ya Muungano wa Tanzania, Tanzania yata, katika maadhimisho hayo ya miaka hamsini na 0 na kipindi hicho uh, uh, tungependa kumuam, wakati huu tumwambie raisi kwamba wakati ukiwa kule tutakuambia karibu sana na asante sana. Na kwa kuhitimisha, tuseme eh, tunawashukuru sana kwa heshima kwa pendeleo wa kufanya ziara yetu ya kwanza ya kiserikali baada ya mimi kuchaguliwa kuwa rais wa Msumbiji hapa Tanzania ambapo ndipo chimbuko la uhuru wa kitaifa, na hamna maneno yanayoweza kutosha kushukuru watu wa Tanzania. Tungeweza kuwa kubaki uh, hapa siku nzima tukizungumza, lakini maneno hayatoshi. Lakini tumeona kwamba ni muhimu sana uh, kwamba ni muhimu tuendelee uh, kushukuru na kwa kutambua hilo, tufanye ziara yetu ya kwanza hapa Tanzania ili tuweze kuwashukuru Watanzania kupitia kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, dada yangu. Na kwa kuhitimisha, kwamba toka moyoni kabisa moyoni mwangu ninawashukuru sana watu wa Tanzania, ninakushukuru wewe mheshimiwa Rais, ninaishukuru sana serikali yako. Na wakati wote tutakuwa wamoja tu kufanya kazi pamoja ili tulete maendeleo kwa ajili ya nchi zetu, lakini pia tulete hali nzuri kwa ajili ya ustawi wa watu wa nchi zetu mbili. Asante sana.